Aliyetoa aliyepokea <coughs> wanasema wa wote wote wazanaanaemawote maanaoewoce watapata. Msimamo wa Nyerere ni kipaji cha mwenyezi Mungu, baba apewa tangia <coughs> tumboni kabla hajazaliwa. <coughs> <coughs> <coughs> Sasa hivi hali ya rushwa ni mbaya zaidi nchini. Wasaidieni wananchi kudili nayo. Mgombea mtakayemteua lazima tumtetee wote, tumtetee. Lakini inatakiwa ukiulizwa swali, huyu atatusaidia kupiga rushwa vita? Jibu litoke ndani ya roho yako, hapana hapa tu kwamba ndiyo anaweza. Tulitaka watu wajue, tulitaka watu wajue kwamba tutakuwa wakali sana na wala rushwa ndani ya serikali, au na watu warushwa bado kabisa wakujitawala. Tulitaka kila mtu ajue pitisha sheria kwamba mtu akila rushwa chongoni. <laughs> Wetu unakula rushwa, <laughs> aliyetoa, aliyepokea. Wazanaki <coughs> wanasema <coughs> wote ma da nyanja wote hatukuwa tunatania. Kwa hiyo tukatengeneza sheria kwamba, ili tuwafundishe watu hawa kwamba jambo hili hatulipendi, akisha kuthibitika mahakamani kwamba kala rushwa, akisha kuthibitika mahakamani kwamba katoa rushwa, hatukumwachia hakimu uamuzi wa adhabu Kasema atakwenda ndani muda usiopungua miaka miwili, atapata viboko ishirini na vinne, kumi na viwili siku anaingia, kumi na viwili siku anayotoka akamwonyeshe mkewe. <laughs> Udini, udini katika nchi hata kidogo tulikuwa hatujali dini ya mtu, anaijua mwenyewe dini yake basi. Ilikuwa <laughs> haiji katika akili yetu kwamba tunapompima mtu tumchague huyu tumfanye rais au tumfanye nani, tunauliza dini yake? Hatuulizi hata kidogo, tulikuwa hatuulizi hata kidogo ts zamani, katika kuhesabu watu hapa Tanzania, katika kuhesabu watu wakati wa mkoloni, siku ya sensa, swali lilikuwa linauliza dini ya mtu. Tukasema sisi hatujengi misikiti, hatujengi makanisa hatujengi mahekalu. Hili swali la dini ya mtu tunaliuliza kwa nini? Lina tuhusu nini? Tunataka kujua umri wa watu, kwa sababu hiyo, ina maana. Tunataka kujua kama watu wanajua kusoma na kuandika, hiyo ina maana. Tunataka kuuliza mambo ambayo serikali inayataka kama maimamu wanataka kuuliza wanataka kujua waislamu wana, wana, wa, wa, wa wangapi watafute wao sisi inatuhusu nini kama maaskofu wanataka kujua wana wakristo wangapi watafute wao si wanakuja makanisani kuungama wao wauliza sisi inatuhusu nini jambo la dini hata tuulize watu wewe dini yako nani inatuhusu nini sisi hiyo ndiyo iliyokuwa Tanzania tunayojaribu kuijenga. Sasa watu wanazungumza dini, udini, bila haya, bila aibu, wanajitapa kwa udini. Sasa Watanzania wanaanza kuulizana makabila, wanafikiri ni jambo la maana sana kujua kabila la mtu. Mnataka kutambika ya makabila yaliyobaki ni, ni kutambika tu basi. Lakini hasa ina maana gani nyingine katika nchi ya watu wazima? Kabila lina maana gani nyingine? Kama ingekuwa ni Tanganyika na Kenya tunaungana sisi wawili tu hawa wakubwa wote, tungekuwa na serikali ta, serikali ya Kenya serikali ya Tanganyika serikali ya Federation, bila matatizo mimi singeyawa lakini, kinachounganika ni Tanganyika the biggest of the four. Na Zanzibar the smallest ndizo zinazoungana. Sasa tuwe na serikali a Karume, nataka muielewe, Karume alitaka moja. Moja, full stop. Tunaungana, wewe ndio rais. Full stop. Sasa tutengeneze mambo yaliyobaki ni yapo. Mimi naogopa kabisa aidia ya serikali moja ya Tanganyika na Zanzibar. Zanzibar ina watu laki tatu. Mkoa wa Mwanza wakati ule sijui kuna watu wangapi, sijui milioni na zaidi, milioni na zaidi. Sasa liele Tanganyika inaungana na Zanzibar, alafu alafu mnakuwa na serikali moja nitamwambia nani? Hata ningefanyaje nitamwambia nani kwamba mimi ni shabaha yangu sikumeza, ni kwamba nataka Tanganyika imeza Zanzibar, itaonekana tumemeza tena ka kamegeuka ka ka kamgaka ka kamkoa kadogo hivo, wala si sawasawa sawa na mkoa waka nikakata nikakataa, mimi nikakataa idea ya serikali moja. Kwa nini? Kwa sababu itaonekana kwamba Tanganyika inaimeza Unguja na imeza, ina imeza Zanzibar, nikakata. Sasa kilichobaki Kilichobaki ni kufikiria tufanye nini. Kilichobaki tufanye federation, tufanye federation, tuwe na serikali ya Tanganyika, serikali ya Zanzibar na serikali ya, ya, ya federation. Lakini matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba utakuwa una serikali ya watu laki tatu. Hmm? Una serikali ya watu milioni kumi na mbili. Hmm? Alafu na serikali ya watu milioni kumi na mbili na laki tatu. gharama zake zitatoka wapi? Gharama zake zitabebwa na Watanzania na hao lakini, ni milioni kumi na mbili zaidi ndio watakaozibeba hao, watabeba uzito wa serikali mbili zote zinafanana. Sasa hasa cha mno nini? mbebe mzigo wote, nachokitaka nini? Kwa sababu mnachotaka hasa ni ku safeguard position ya Zanzibar isionekane kwamba imemezwa na, na, na Tanganyika lakini hamtaki ku safeguard position ya Tanganyika isionekane kwamba imemezwa na, na, na Zanzibar. Ingawa wanapolieleza sasa hivi wanasema mbona imemezwa sasa, ambayo ni maneno ya kijinga tu, maneno ya ghadhabu, maneno ya ghadhabu na hivi. So hicho ndicho mnachotaka sasa. Kama hiyo ndiyo maana yake tufanye federation, zote zinavyofanya federation, zote zinavyofanya ni kwamba mnachukua mna mambo fulani, kama nchi mbili zinaungana au tatu zinaungana mambo fulani mnayaita ya muungano, mambo mengine mnasema hayo si ya muungano, na ya muungano ni yale ambayo mnayona bila hayo kuwekwa pamoja nchi hizo hazijaungana. Kwa hiyo mambo ya foreign affairs haya yalitu, ya, ya OIC haya, mambo ya ulinzi, mambo ya usalama si lazima, mambo ya polisi si lazima, na Karume nilimwambia hivyo, si lazima mambo ya polisi Zanzibar wakipenda wanaweza kuona polisi. Karume akasema, hala, tuna komando ya chifu moja tu bwana, hatuwezi kuona komando ya chifu huyu." Karume huyo ndiyo So, yako mambo yale ambayo ni ya lazima bila kuyaweka pamoja nchi hizo hazijaungana, basi mnayaweka pamoja yale yasiyokuwa ya lazima, kila nchi ina, ina, inayaongoza yake. Sasa tungefanya hivyo kama tungekuwa na federation ya kawaida tu mambo hayo Zanzibar yangekuwa yanaongozwa na serikali ya Zanzibar, inaongoza hayo yasiyokuwa ya muungano, na ya Tanganyika inayaendesha hayo yasiyokuwa ya muungano, na iko ya federation inayaongoza hayo ambayo ni ya, ni ya, ni ya, ni ya pamoja. Tukasema basi tufanye hivyo kwa namna ya federation, tuseme mambo fulani ni ya muungano, mambo fulani si mimi nataka mshahara wenu uwe mdogo. Faida yangu mimi inatokana na mshahara wenu kuwa mdogo. Sasa nyinyi mtasema, ala bwana mkuu wewezeweze, sisi <coughs> uwe mshahara mdogo, sisi tukufanyia kazi wewe? Basi wewe ndio unaone hapo, sisi tunafanyia kazi wewe. Lakini kama mtakuwa mnaniambia mmoja mmoja, ivitawafukuza unakuja peke yako, unakuja peke yako kuniambia, lakini boss, sasa mimi nataka uniongeze mshahara, ngambia, unaniambia wewe, unaniambia wote. Nasema mimi nikupe mshahara shilingi ngapi? Ah, utakavyoona lakini niongeze huu. Unaona hautoshi, nitaona huyu kilo moja y huyu <laughs> nitakwambia, nitakwambia unautaka mshahara huo naokupa sasa hivi? nyamaza Nyamaza, naenda kafanya kirudi ukafanya kazi yako. Hutaki toka. Sitaki kuona hapa siku nyingine yote, nita nitakutisha hivi. Ukifikiri mchezo, nitakufukuza, na wenzako watajua, kafukuzwa kwa nini? Yule amedai mshahara nyingi. Kimya, wengine tena hawathubutu. Bwana nikisemasema hapa nami ntatimuliwa, eh? na, wa, na watoto wananjaa, ntimuliwe, ntapata ta kwa hiyo nanyamaza. Anaendelea huyu kunyonya. Kama anaweza kuwanyonya wauza wa ambao na kukunyonya wewe mfanyakazi, hatawanyonyeni wote wawili mpaka wauza mbao washirikiane kwa pamoja wapate bei nzuri, mpaka wafanyakazi washirikiane kwa pamoja wapate mishahara mizuri. Bila kushirikiana, hampati mishahara mizuri. <coughs> hiyo hiyo ndio asili ya ya kuanzisha vyama hivi. Nasema hamkuanzisha nyinyi, vimeanzishwa zamani tena Marekani na sasa Marekani havina nguvu sana, vikawa vina nguvu Ulaya na siku hizi Ulaya vinaanza kuwa havina nguvu sana. Sitaki kuliingilia hilo. Fatana nalo, unasema huyu anafatana na lile jitu, si kwa nini? Maanake si heshima huyu kuandamana na yule lakini unagundua anaanda mahela ni hii ni tabia ya kimalaya malaya ya. Na tunao wana siasa wenye tabia ya kimalaya malaya, namna wananunulika ha, heshima yao inauzwa ina bei. Anakuuliza anaona fanya, fanya kitendo kadhaa ambacho ni kitendo cha aibu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 kudhani watu wengine vile vile wanaweza kufanya mambo ya aibu aibu, ambayo hayana heshima. Alafu anajuta, anajuta. Mimi na mimi naishi, mimi naishi kwa fedha za serikali. Kina mama pengine hamjui, mimi na mshahara mshahara wangu sawa sawa na wahawa, hauzidi lakini naishi kwa fedha za serikali. Sinunui chakula changu, mi nakula chakula cha serikali natembea kwa motokari la serikali, naishi katika nyumba ya la serikali <laughs> kabisa. Mshahara wangu mimi kama pocket money nini ni, vihela vya kusaidia saidia, hata sigara nilipokuwa navuta nilikuwa navuta za serikali, lakini sina fedha sasa. Hawaje wanataabu sana hawa kwa sababu wanadhaniwa kuwa wana fedha akisha, akisha kupata cheo hivi anadhaniwa kuwa na fedha hazina mwisho. Si kweli hata kidogo, wanaumia hawa. Sasa tabia hizo, tabia hizo zinajenga tabia zingine. Huyu katika kumridhisha shangazi, shangazi yake ataiba, katika kumnunulia saa ya dhahabu mkewe asija akapata divosi zaiba huyu. Kwa hiyo nasema tusitake tu kwamba tunataka viongozi wetu wawe waaminifu wa washike wa watii kanuni hizi za chama, lakini tunazo tabia tunazikubali tabia ambazo zina, zinafanya vigumu kwa wafanyakazi hawa na viongozi wetu kushika tabia hiyo tunayotaka wawe nayo.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 nasema la na kwanza ni kwao. Naposema hatuna sababu ya kuvusha ma, majeshi yetu kwenda Uganda, tunasema hivyo tu, kuvusha majeshi yetu kwenda Uganda kwenda kutafuta nini? Si kazi yetu, hatuingizi majeshi yetu zizi ndani ya Uganda kwenda kumtoa Amini <gangen> si kazi yetu sisi. Maana ingekuwa hivyo, hivi tulikuwa tunangoja nini? miaka yote ni minane na uwezo tunao. <laughs> <Ministry> tulikuwa hatuna sababu ya kuvuka mpaka, maana hatudai sehemu ya Uganda. Hatuna sababu ya kuvuka mpaka kwa sababu tunaitukia serikali ya Amini. Hata kidogo si juu yetu sisi, hata tungemtukia amini kiasi gani, lakini kumuoa kazi yetu. Bendera ile ya brigedi kamanda anapigana na malire, yeye nampa kwangu hii bendera hasa sana sana na hii bendera inaandikwa chama cha umfundizi, lakini mimi nataka siku ngine kama maneno takuwa mbaya, ninyi mutarudi mutasafisha mpaka Dar es Salaam ametangazanyamechukuae ambatano sasa, ezi sehemu hiyo ni ya Uganda na itatawaliwa kijeshi kama Uganda, ndivyo alivyotangaza mwenyewe. Sisi ametusaidia katika kutangaza jambo lilo, kusudi sasa kwa sasa ubishi kuishi. Hiyo ndiyo haza tufanye nini? tunayo kazi moja tu, Watanzania sasa. Tunayo kazi moja ni si kumpiga. Uwezo wa kumpiga tunao ya kumpiga tunayo, na nia ya kumpiga tunayo.